Kutembea na Yesu mfufuka ni kutembea na mshindi dhidi ya kifo. Hebu sema mshindi dhidi ya, ya kifo. Huyu ni mshindi dhidi ya kifo ambacho ambacho mwimbaji mashuhuri nchini Uganda aitwaye Paulo Kafero mwaka 1994 akatunga wimbo maarufu kuhusu kifo katika wimbo huo anakiamuru kifo kife. Hatujawahi kuwa na mwimbaji ambaye aliamrisha kifo kife. Ule wimbo mnaufahamu, baadhi yenu, kwa Kiganda unaitwa eh, warumbe zaya eh, nanye dagamba mwaka gandage eh, warumbe zaya. zaya kifo naufe. Fikiria, mtu anakiamuru kifo kife. Kwa nini? Maana anasema hakina huruma, kama alivyoimba yule mwimbaji mwingine, anasema Kifo akina huruma eh, akina huruma, na anaendelea kusema kifo na ufe, maana unaua wabaya na wazuri. Ameanza katika kukilaani kifo, anaendelea kusema unaua wenye dini na wasio na dini, wenye imani na wasio na imani. Kifo na anasema kifo na kifo, maana kinaua wanaooga na wasiooga Hicho si ni cha ajabu? Kinaua wanaooga na wasiooga. Kule India ndipo tulikuwa na mtu mmoja aliyeishi mwaka mzima bila kuoga, eti anaunda historia. Alikuwa ananuka kama choo, kila anapopita wanamkimbia. Sasa Paulo kwa furaha anasema kifo na ufe, maana unaua wanaooga na wasiooga, hey. Anaendelea huyu anasema, kifo na ufe, unaua hata mimba unaua watoto unaua wazee, we kifo na ufe. Na anasema hivi, kwa nini Mungu uliweka kifo? Anaendelea kusema kifo na ufe, maana unaua matajiri na masikini. Kifo na ufe, maana eh, unaua wanaoongea kiingereza na wasioongea Kiingereza. Hata kama wanasema eh, thank you very much eh, lakini hey, hey, hey, hey, good, good, kifo kiko pale pale, kinaua wanaoongea kiingereza na wasioongea Kiingereza. Eh, Mungu ni wa ajabu. Kwa hiyo anaendelea kusema, kifo na ufe. Kwa nini? Maana wewe umeweza kuua maskini na matajiri. Anasema nina hamu ya kuona ulimi wa kifo kinachokula vitamu na vichungu. Kwa nini kifo uwepo? Anaendelea kusema kifo na ufe, maana umemaliza hata dagaa ziwa Victoria. Anaendelea kusema kifo naufe, kwa sababu wewe umemaliza wasomi na wasio wasomi. Mwishoni wimbo aliyoutunga mwaka tisini na nne akikirani kifo kikaja kumuua yeye elfu mbili na saba miaka kumi na mitatu baadaye. Kumbe tumaini la ushindi dhidi ya kifo ni Yesu Kristo anayekishinda kifo na kuleta tumaini la kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele katika wakati wa kiyama, sio sasa hivi, katika wakati wa kiyama. Naye katika Yohana 11:25 amesema wazi, mimi ndiye ufufuo na uzima, aniaminie hata akifa, kama Paulo Rutaya alivyokufa, atakuwa bado anatumaini la uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutembea na Yesu mfufuka ni kuona uwezekano wa maisha ng'ambo ya kaburi. Kutembea na Yesu mfufuka, unaona tumaini la maisha hata ng'ambo ya kaburi, unaona kwa mbali uwezekano wa maisha ng'ambo ya kaburi ng'ambo ya shida hata ulizo nazo, uwezekano wa ushindi dhidi ya shida ulizonazo kama binadamu. Nguvu za kutembea na Yesu mfufuka ni kutembea naye ukiona matumaini ng'ambo ya magonjwa yanayopona na yasiyopona, ukiona matumaini ng'ambo ya mateso, ukiona matumaini ng'ambo ya shida za kukataliwa, za kuchukiwa, za kutemewa mate, ng'ambo ya shida zote za magomvi. Na kwa njia hiyo kutembea na Yesu mfufuka ni kutembea na mtu anayependa maisha yawepo, anayependa maisha yawepo, badala ya kuangamiza maisha, badala ya kuharibu maisha. Mifano inayo kama minne hapa inayoonesha wanao haribu maisha, badala ya kuboresha maisha, badala ya kuhuisha maisha. E, hawa wanaoharibu maisha hawatembei na Yesu mfufuka aliye mshindi wa shida zote, badala yake wanazaa uovu na uharibifu. Ndio maana Mungu anatenda mambo kwa namna ya ajabu, na mwimbaji akasema, acheni Mungu aitwe Mungu, maana yeye ndivyo alivyo. Acheni, acheni Mungu aitwe Mungu maana yeye ndivyo alivyo, usiwacheleweshe. Mfano wa, wa mwisho unahusu ambaye naye alipata shida, ni mzee akiwa kwenye basi hivi, anasafiri watu wasiotembea na Yesu mfufuka wakamwibia nauli, mzee wa watu na ajalipa nauli Mzee ali, alipewa nguvu ya ufufuko iliyofanya arudishiwe fedha zake. Bana alitangaza, ndugu abiria, mimi niliyeko hapa nimeibiwa nauli, alafu <laughs> baadaye akasema, nitafanya kitu nilicho kifanya mwaka sitini na saba. Sasa wale wanao walioiba wakaogopa atafanya kitu cha mwaka sitini na saba. Alifanya kitu gani huyu? Wakarudisha hela kwa asili kwa p pa, zikaweko pale. Mzee akatangaza ndugu abiria wenzangu, na ninayofuraha kuwajulisha hela zangu zimerudishwa, kwa hiyo sitafanya kile nilichopanga kufanya mwaka sitini na saba. Wakafika baadaye wameenda kama kilomita tatu, wanafika kumuuliza wale walioiba, hivi mzee, tunashukuru umepata hela yako, hivi ungefanya kitu gani? Akasema ningeshuka na kutembea kwa mguu <laughs> <laughs> hey, hey. Aa, wakasema wakasema, aa, tumbe tumepoteza, tungeendelea na kuiba. Lakini kumbe nguvu ya ufufuko ikiingia ndani ya watu, wanapata hata upenyo wa mawazo ya kuwawezesha kuishi, na kwa njia hiyo akamudu safari yake. Kutembea na Yesu mfufuka ni kutembea na tumaini kubwa, tumaini kubwa kuliko matumaini yote, kutembea na Yesu aliyeonja kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele na kwa sababu hiyo, Zaburi ya mia kumi na nane mstari wa kumi na saba inasema, sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya ajabu. Somo la leo mmelisikia kwa Isaya ishirini na tano mstari wa sita hadi wa nane. Hasa mstari wa nane unasema kuwa Mungu amemeza mauti, nguvu ya ushindi dhidi ya kifo hata milele, na kuwa Mungu atafuta machozi ya watu atafuta machozi ya watu na atawaondolea watu aibu. Haya ni maneno mazito yanayoonyesha ushindi, kuwa Mungu anaweza kuleta maisha, anaweza kuleta maisha mapya, mageuzi ya kiroho kwa kuhuisha, kwa kufufua na kuondoa nguvu za kifo, kama alivyomfufua Yesu. Hata Yesu anaendelea kusema katika Yohana kumi na moja ishirini na tano mimi ndimi ufufuo na uzima, aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi. Tuna ushahidi mwingi unaoonyesha uwezekano wa kufufuka. Tuanze na ulio wa kibiblia. Biblia inasema mbegu ni mpaka ioze ndipo yote, na sisi ni wakulima. Mbegu ukiipanda, ikioza, ndipo inaota. Kwa hiyo kifo kikitokea kinatokeza tena, kama mna matumaini katika Kristo, imani katika Kristo, uwezekano wa kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele lakini Ushahidi mwingine ni wa kimaisha. Kila unapo unapougua ukapona, na wengi hapa tumekuwa tukiugua na kupona. Kila unapougua na kupona, unakuwa umekamilisha mazoezi ya kufa na kufufuka. Unapougua ni zoezi la kufa hilo, na unapopona ni zoezi la kufufuka na hapa wenye miaka mingi ndio wamekuwa wakifa na kufufuka mara kwa mara kwa kwa kuugua na kupona kwao. Mfano mwingine ni kulala na kuamka. Kila unapolala hivi unafanya zoezi la kufa na kila unapoamka ni zoezi la kufufuka. Halafu Ayubu moja Ishirini na moja anasema nitoka tumboni mwa mama yangu nikiwa uchi na nitaiaga dunia nikiwa uchi. Hata ukija kulala leo, lazima uanze uwe uchi, nguo zote mtazitoa nini, nguo zote. Kuna wenye za pro, kuna nyakondo, kuna za Yanga, kuna za Simba. He, lakini ikifika saa ya kulala, nguo zote lazima utazitoa, maana ni zoezi la kufa limeanza, lazima ufanye zoezi la kuwa uchi, ni zoezi hilo. Na watu wanajifarija anasema kangi ya kitanda omumazima nogamba gamboti kangi omugeneza himbwenu alafu nitwemaramara mpereza mashuka. Eh, mpereza sanda, useme uhalisia ni zoezi la kufa. Alafu tukiamka tunasema e, twaimukamu twaimbukamu ni zoezi la kufufuka hilo. Na kwa hiyo Leo kurara, leo ukienda kulala lewo okiyenda kurara rewo osiage okisemba kangiekubyamaho ogir otikangiekufaho kat bu <laughs> hey, nfe kidogo noraraba nomurago oguakugya kubyama ogira oti hey, ofeoge ofege <laughs> <laughs> <laughs> na wakiamka asubuhi oziseme mwarara yomuta mwaimbuka yomuta Mwai, mara ni zoezi la kufa na kufufuka kutembea na Yesu mfufuka ni kutembea na anaye penda anayependa, tumzalie Mungu na watu matunda ya Roho, matunda ya imani. Wa Galatia tano ishirini na mbili hadi ishirini na tatu ni orodha ndefu ya matunda ya Roho Mtakatifu, matunda ya wanaotembea na Yesu mfufuka. Ni upendo, na pambio linasema ni upendo, katika Yesu Bwana ni upendo ni upendo katika Yesu Bwana, ni upe. Anaongeza na lingine amani, ni amani katika Yesu Bwana, ni amani, ni amani katika Yesu Bwana, ni amani. Mpiga kinanda, kwa kuwa amesindikiza vizuri mahubiri haya, mwishoni atapata noti. Hey, hey, hey. Na noti mnajua ni za aina mbalimbali, atijajua atapata noti gani. <laughs> eh, hey, anaweka vizuri sasa. Jambo jingine, matunda ya wanaotembea na Roho Mtakatifu wanaotembea na Yesu mfufuka ni furaha, lakini siku hizi walio wengi furaha haipo, ngumshaja na asiba atamirwe Narara atamirwe Hey, mume anashinda amekasirika anarara amekasirika, mke naye anashinda amekasirika anarara amekasirika. Eti hao ndio Saida alisema alimwatusile karungi nayendogwezingaa ogweina <laughs> eh, eti wanafurahi kidogo tu kidogo tu, mgeni anapoingia, mgeni akiingia, wanaficha aibu wasionekane hawana furaha. Mgeni akifika, anasema mwalimu, balmuomwami akisha aga tu, wanaendelea kukasirika. Eti ni kama wanasema hapa, acheki mtu mpaka kieleweke. <laughs> Eti mpaka kieleweke, haya. <laughs> Hey. Anataja orodha ni ndefu, upole kiasi kiasi yes, okwebalira mitundara, anayetembea na Yesu mfufuka okwebalira. Ukiomba ufike hatua, uache uende kutafuta. Ukitafuta ufike wakati, uache uende kuomba. Kila kitu kwa wakati wake, maana aliyesema ombeni, ndiye aliyesema tafuteni, ndiye aliyesema bisheni. Kwa hiyo tuache mafundisho potoshi yanayosema eti twende tulale ndani ya kanisa wiki nzima. Je, utakula nini? Utakunywa nini? Ndiyo maana wanasema sara na kazi, sara na kazi. Kwa hiyo huwe na kiasi, ukilima upate nafasi ya kurudi nyumbani kupika au kupumzika. Ukihubiri na mimi ninahubiri, ifika wakati fulani nimalize. Nakaribia kumaliza, huwa na <laughs> <Karibia kumaliza>. Kuwa na kiasi, ukiimba ifika wakati fulani umalize. Ndio maana kwaya hizi tunazishukuru zikiimba, zinakuwa na kiasi, zinamaliza, haziendelei saa nzima eti watu waweze kupata nafasi ya kushughulika na kitu kingine. Kuwa na kiasi, kuwa na kiasi ni kanuni ya kibibulia. Unaona haya, anataja na mambo mengine utuwema fadhili uvumilivu. Kinyume cha hayo ni katika Wagalatia tano kumi na tisa Wagalatia tano kumi na tisa ndipo unakuta kinyume cha wasiotembea na Yesu mfufuka. Hao ndio waasherati, wafisadi, wachawi. Akina mama wawili waume zao wanaendesha bodaboda boda, mfano wa wivu huu. Mama mmoja akasema nyow wange ataliyeka bakazi ayeka abashaija bonka shariti zito hilo wapili akasema che nyowe wange abayeyeka bakazi kyonka epikipiki krajaugwa nomukina atamukwata wati bamugugagizire ati mikono sasa hapo ndipo Saida akaimba mwenye wivu afanye nini ajinyonge faraka wadui na mamu Kutembea na Yesu mfufuka ni kutambua kuwa wokovu wetu, pengine tumalize na hili, kutambua kuwa wokovu wetu unapatikana kwa njia za ajabu. Kwanza njia ya ajabu inaonekana, mkombozi anatukomboa kwa kupigwa yeye, badala ya yeye kupiga waovu, waovu wanampiga. Si jambo tofauti na akili ya kawaida, anayetukomboa badala ya kuwapiga maadui, wanampiga hilo ni jambo la ajabu. Mawazo ya Mungu sio mawazo yetu. Isaya hamsini na tano mstari wa nane anaendelea ana, unakuta huyu mkombozi wetu anatukomboa kwa njia ya yeye kutemewa mate na waovu badala ya yeye kuwatemea mate. Anatukomboa kwa njia ya yeye kuhukumiwa na waovu badala ya yeye kuwahukumu waovu. Anatukomboa kwa njia ya yeye waovu kumuua badala ya yeye mkombozi kuua waovu. Sasa unaona kwamba fikira ya Mungu sio fikira yetu. Ndiyo maana na mwimbaji akaimba akisema, fikira za Mungu hatuziwezi, maana mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo yetu na mipangilio yake tofauti na mipangilio haya. Anatoa mfano nzi, angenchwera nzi, hmm, anaishi sehemu inayonuka, lakini yeye anuki na ni mweupe ni mambo ya ajabu hayo. alafu anaendelea anasema, mbwa anazaa watoto ishirini ishirini kila mwaka na haliwi, lakini hatujaona zizi kubwa la mbwa. Wanaenda wapi? Anajiuliza mambo makubwa ya ajabu. Lakini ng'ombe anazaa kamoja kamoja kila mwaka na analiwa, lakini ndio tunakuta zizi kubwa. Au ni maajabu? lakini kwamba ng'ombe anayeliwa na anazaa kamoja kamoja ndio wengi, mbwa anayezaa ishirini ishirini na aliwi. Unaona, ni kamoja kapo kanatokea Magome kwenda Igayaza sasa <laughs> eh? Unaona, japo na mbwa nao wanajua kutudanganya, anajiita mlinzi, lakini akiona mmelara anasafiri kwenda kutafuta mke mgambaizi na anarudi ameumwa, amejeruhiwa halafu <laughs> anategea saa kumi na moja ameisha fika pa eti mlinzi amelala pale kumbe. Kwa hiyo hayo ni maajabu. Mwimbaji anaendelea anasema, maajabu ya Mungu ni makubwa. Mweu umuraru mweu, anayekula vya kuokota barabarani ndiye anaishi miaka hadi tisini na tano mia mweu lakini wewe na mimi tunaokula vizuri vilivyochemshwa vilivyokaangwa na nanini, kufikisha miaka sitini karibu tano wagire idia waganzireeshia waganzirechaina baapimilefigo baapimilamaraba unaona. Kwa hiyo acheni Mungu aitwe Mungu kiboko yake. Anasema, angalia nguruwe ana sura mbaya lakini ndiye mwenye nyama tamu kuliko nyama zote. <laughs> <laughs> Eh, alafu nguruwe, maajabu ya nguruwe ni mnyama pekee ambaye nyama yake imepewa jina la heshima, kitimoto. Nyama nyingine haijapewa jina amara, eh? ntusima agano la kale ndagane nkuru netanga kulie emnyonkadagan empa. Agano jipya limetupa fursa Ikisema vyote vimetakaswa. Sasa nisijue hawa wafugaji akina Ntungwa kama wanaruhusiwa kula nguruwe. <laughs> <laughs> <laughs> Eh, unaona. Kwa hiyo, angalia nguruwe alivyo. Finali ni Muhubiri sita mstari wa pili inatisha, Muhubiri sita mstari wa pili inatisha. Inatisha. Mungu anasema, neno linasema Mungu amewapa watu utajiri akawanyima furaha. Hilo si jambo la ajabu, unapewa utajiri, lakini unanyimwa furaha lakini furaha amewapa tena maskini, wanaomtembelea tajiri. Maskini akimtembelea tajiri, tajiri anamwambia, katika vinywaji saba hivi unakunywa kipi? Huyo mtoto, nakunywa vyote mwanangu. Tajiri hapa ameshazuiwa hata asile vya baadhi ya vyakula. Sio kama mna habari kwamba matajiri wamezuiwa baadhi ya vyakula, usile chumvi, usile sukari, usitumie gari mara kwa mara, usile mafuta. Matajiri wamezuiwa tayari lakini akienda mtu wa kawaida huyu anaambiwa, wewe kula chumvi mara kwa mara, unywa na sukari kila wakati <laughs> <laughs> mafuta, ikibidi ule kilo tatu za nguruwe <laughs> anaunganishwa, asiye navyo anaunganishwa navyo, aliye navyo anatengwa navyo ili na wengine, kiswahili siyo kama kipo walepo, balieo na bandi balieo, kwa kiswahili utasemaje walepo? <laughs> kwa hiyo unaona ni maajabu ya Mungu. Ndio maana klipu moja ilipita inauliza, mgeni wa namna hii utamvumiliaje? Unamuuliza, utakunywa chai au soda? Anasema, nipe chai, alafu soda iweke nitainywa baadaye halafu <laughs> baadae. Unamwambia, hiyo chai utainywa na andazi au uta e, utaila na chapati? Anasema, nitaila na chai na chapati, ila andazi niwekee taiae, soda usisahau <laughs> hiyo hiyo. Alafu eti mchana unamuuliza utakula wali au ndizi, eti anasema nipe ndizi, alafu wali ufunge na vile vingine, unaponisindikiza niende navyo. Sini maajabu? Huyu ana nafasi ya kula kila kitu, ayo sini maajabu ya Mungu. Ndiyo maana haya yanaeleza kwa ufupi kwamba Mungu ameweka mpango tukombolewe kupitia udhaifu, lakini wenye matumaini ya kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele kama ushindi wa kishindo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na wakovu wetu tunapofika mwisho kutanguliwa na udhaifu wa Yesu katika kuteswa na kufa, alikufa akiwa na tumaini la kufufuka siku ya tatu na akafufuka. Hivyo tuwe tayari kutembea na Yesu mfufuka. Na kutembea na Yesu mfufuka ni kutubu, ni kutengeneza na kutokuwa na deni na Mungu na jirani zetu. Tuwe kama Ibrahimu ambaye aliamini, ambaye aliamini na akafikia hatua ya kuambiwa katika Mwanzo sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza hadi wa nne kwamba atakaye kubariki atabarikiwa na atakaye kulaani atafanya nini? Atalaaniwa. Kupitia imani mlio nayo, wengine hapa inawezekana mmekuwa mkirogwa bila kujua au kwa kujua, lakini amurogeki kwa sababu na imani katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hapa kwa kujua na kwa kutojua, mmekuwa mkiraaniwa mkiraaniwa, lakini kama Ibrahimu mlivyo na imani, hamwezi kuraanika katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho, kutembea na Yesu mfufuka ni kufuata mafundisho ya kweli ya Yesu mfufuka, tukiacha mafundisho ya uongo yanayoangamiza. Yesu mwenyewe katika Mathayo saba kumi na tano anasema jiadhalini na manabii wa uongo, watakuja wana sura ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Madhara yamekuwa mengi. Miaka miwili iliyopita nchini Kenya watu mia nne walidanganywa eti wafunge, waache kula, wafe haraka wamuone Yesu mia nne makaburi mia nne Kiongozi wao alipokamatwa akawekwa gerezani, alinyimwa chakula kwa masaa matano akasema mnipe chakula nisife, mnipe chakula ni sife. Kwa nini? wenzako unawadanganya wafe kwa njaa, wakuachie mali? Hosea 4 mstari wa sita anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Tunakuombea hata na wewe na sisi tujiombee, tusije tukapotoshwa katika imani tukaingia kwenye maangamizi ya kufa au kuua wengine kwa sababu ya imani potoshi. Nikiwa maeneo ya Kitaba nilioneshwa kijiji, wakasema unakiona kijiji kile, ndio katoto kadogo kalifia mikononi mwa waombaji kakiwa na maleria kali bila kupelekwa hospitalini. Na ninahisi katoto kalifariki kakilaani wazazi na waombaji, ninahisi kalifariki kakisema tata na mama muwabire mbuzire mwakuntuete chibitari norondikusasi kyonka mbwenu mwaaba timukutambuka na yesu ayaimbukile muli munyegesambi muwabile mugaruka ali yesu nolonafa kyonka ali mpindu ali mpimbura kama yesu asiimwe kwa hiyo huyu alifariki akiraani kwa sababu ya madhara ya mafundisho potosha wengine wamedhalilishwa wa dini inayopiga viboko waumini limeenda. Eh, hayo watu wangu wanaangamia, kwa kukosa tena. Nafikiri hapa ambaye angepiga kiboko kikafika mwenye nguvu, mkono wangu amani maranzi ningunagira eti andalalilao au wabanonywaka aise, Mungu atusaidie, tuachane na mafundisho haya yanayopotoka. Wengine wamelishwa nyasi, wengine wamelishwa sumu, wakijaribu Mungu eti watapona. Wengine wamedhulumiwa. Nchini Zimbabwe kiongozi mmoja wa dini amekamatwa kwa kuwadhulumu na kuwaibia waumini wake, alipowaambia kila mmoja achange dola 500 milioni moja na laki mbili za Tanzania, eti wapate tiketi za kwenda mbinguni na Wakristo nao wasema twatwaa kuwarara kugenda so, hiwe. Ndizo dini zinazoitwa dini za helikopta yes. Eh, wamezipo majina dini za helikopta eh, Januari hawakwenda Februari, wakamshtaki mwezi wa tatu. Kwa hiyo anakabiliwa na vyombo vya dola, vyombo vya sheria. Wengine badala ya kumwangalia Yesu wanaangalia chumvi, wanaangalia udongo wa baraka, wanaangalia maji wanaangalia mafuta. Mungu akupe neema ya kung'ang'ania kwa Yesu, ambaye ni Bwana wa majeshi, Bwana Yesu. yes. asifiwe. Bwana atusaidie na alibariki neno lake, tutembee na Yesu mfufuka, tuokoke, tutubu, tutembee nuruni, tuwe viumbe vipya, tumzalie Mungu matunda, katika familia, katika jamii, katika taifa na katika kanisa, tukiwa na tumaini la uzima wa milele. Jina la Bwana liimidiwe sasa na hata milele. Amen.